Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama Sema na Citizen, nasi tukiendelea kukufahamisha tuliokuandalia ni kwamba kuchelewa kwa kesi nyingi za watoto katika mahakama ya Hola kaunti ya Tana River kumechangiwa pakubwa na mashahidi kukosa kujitokeza kutoa ushahidi wao. Hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama hiyo, Edward To, amesema kuna kesi 29 za watoto wenye ma, kwenye mahakama hiyo ambazo wanatarajia kukamilisha huu mwezi wa Novemba. Aidha, amesema uh, idara hiyo imebuni njia ya kuwafikia mashahidi wenye changamoto za usafiri kupitia mpango wa mahakama tamba. Na sisi kama mahakama ya Hola, uh, tumeweza kuzindua hii siku ya kusikizwa kwa kesi ya watoto uh, tukifuata mwito wa Chief Justice wa kuhakikisha kuwa hizi kesi ambazo zimefailiwa katika koti ya Hola zinaweza kamilishwa kwa muda ifahau na tuweze ku avoid an instance ambazo uh, kesi uh, itakuwa imechelewa kukamilishwa. Mwezi huu ni mwezi ambao tunahakikisha rights za watoto zinatimizwa na wanapata justice, any cases za SGBV na any sort of violence kwa watoto zinakuwa solved. Wameangaziwa katika vitengo mbalimbali watoto, na ukiangalia sheria pia imewaangazia ili kuwa protect wao. Hiyo ni kumaanisha kwamba constitution yetu ya Kenya ina, ina, inajua kikamilifu rights za watoto na inahakikisha iko na the right institutions na iko na afisa tofauti tofauti ambao wanaangalia kitengo cha watoto. Taarifa nyingine zinaarifu kwamba wakazi wa kaunti ya Samburu wana